Majuma. Vipi mbona unashinda hata kusalimiana? Mi somo wa Majuma, mimi Zu. Zu? Ah. Mm. Umebadilini tena jina. Mm. Nimekuambia mimi Zu, labda umenifananisha. Wewe ni kufananisha mimi sikujui wewe. Wewe somo wa Majuma wewe. Sema shida yako, mnenisamishie. Binti, nakuekea huruma sana. Kwa hiyo kazi unaoifanya, wewe zimekupotea kazi za kuzifanya mpaka kazi ya kujiuza. Mwili unafanya biashara. Kweli kekili inakuja. Ni binti nzuri, ilitakiwa umpate mwanaume, ukaa naye. Akumiliki. Vipi umeelewa shonini? Kama umeelewa hela yako tu. Mimi kwa akili zangu timamu siwezi kukuelewa wewe kwa sababu unajiuza. Ni binti nzuri lakini tatizo kujiuza. Mimi binti wa kujiuza siwezi kukaa naye wala kucheza naye kimapenzi. Wazee kama nyinyi mnasemaga hivyo hivyo? Kama umeelewa mzigo eh? Niangalie kwanza jinsi nilivyo mtoto naita. Hmm. Kama umenielewa wewe sema. Hmm. Wewe. Ni binti lakini kwa kujiuza hivi unadhalilika. Yaani umezalilika, umezalilika. Ninachokuomba usinipotezee muda na mambo yangu ya kufanya. Kama ukinihitaji utanitafuta kwa muda wako sawa? Hmm, sina muda wa kukuhitaji binti. Nina kazi zangu za kufanya. Nakuomba usijidhalilishe kiasi hicho. Maumivu ya moyo hayaelezeki, ni mimi na mawazo usiku kucha. Karibu mume <coughs> wangu <coughs> yaani, kutoka ndani kwenda msalani kurudi unanikaribisha sikia. Mimi natoka mara moja, mume wangu, yaani, ukitoka uache hata ya kula. Unategemea mimi nikae wapi? Sikia wewe. mimi sina hela, alafu nilikuambia usiruhusu moyo wangu upe ganzi. Kwani mimi hapo kosa wangu liko wapi? Sipo hapa kusikiliza upuzi wako. Haya yote sababu ni wewe wesi, ndio umetaka mimi niwe hivi. Kakinda, safi, hali inakuaje? kwa upotea nano? Nipo kaka. Pole sana. Kwa nini unasema hivyo? Ninachomaanisha, yule mwanamke uliokuwa naye anajiuza. Unajua kaka, kuna watu walikuwa nasikia kwamba sijui kuna watu wanafiki, kuna watu wanafiki, kumbe ni miongoni mwao. Mimi, ah, mi Kinda kaka, jitahidi kufuatilia na kuchunguza, kuna kitu utakiona nachokizungumza niiko, yaani kuna siku utajishu, utashuhudia kwa macho yako wewe mwenyewe afu utanikumbuka mimi. Sikia nilichogundua, wewe kunamtaka mpenzi wangu Kinda, yule mwanamke anajiuza, mimi baada ya kuhamasisha hii tabia wache akanembeja kama unataka toa pesa. Sasa sikia, mimi nitajaribu kufanya uchunguzi hilo swala ambalo unaniambia, lakini kibaini ya kwamba hilo sio naniambia halina ukweli ndani yake, toelewa na vibaya sana kaka. Iko hivyo, wewe jitahidi kufuatilia. Wanaume wengine mnakuwa yani kichwa kichwa na mjitambuu na mjitambu, mjitambu, mjitambu, nilikuwa na njanja DJ Drama on the beat, nilikuwa nayasikia nilikuwa na yasikia tu, sikudhani kama mapenzi ndo yanauma kama hivi. Nilikuwa nikiwaona tu watu wanalia, sikudhani kama maumivu yake yanakuwaga hivi. Alikuwa naniambia mimi ndo furaha yake, siku hizi anafurahi huko na mtu mwengine. Alikuwa anasema kifo kitutenganisha, sija kufa na kaniacha kaenda kwa mwengine. Alikuwa ananipigia tulikuwa tunaongea, alikuwa unafanya? Paka yani unaamua kujidhalilisha unacheza hapa dhani hauna kazi? Sawa, majibu yako nakupa hapa hapa. Nina furaha kubwa sana kufikisha miaka thelathini na saba. Sijawahi kuishi naye mwanamke anaojiuza. Hivi mimi ninaocheza nziki na nyinyi, na wewe unaojiuza. Hivi nani hapa anajidhalilisha? Hivi nyinyi mmekosa kazi ya kufanya mpaka muamue kujiuza. Sasa kwa taarifa yenu hicho ninachokifanya kitawagharimu. Nasikuelewi. Mama anajiuza. Sasa hicho siku lake mtawakuteni kule hospitali. Je, yeah, magonjo, kwa sababu mtazoa magonjwa, lakini pia haitoshi, mtadhalilika, hadhi yenu hairudi miaka abadani abadani kati. Kwanza, umenichanganya umenivunjishia umeni burudani yangu Ngoja mimi niondoke. Ah. Nimesahau ndala kwanza, unanichanganya ndala, ah. Nikipenda <manyan voice> umenisaulisha Karibu. mambo mpenzi? Safi tu. mboja linaidi kuwa utafika, alafu kufika shida ima. nige chanzo cha mimi kupitia haye maumivu yote ni wewe, na hapa nimekuja kukupa taarifa ya kuwa mimi na wewe basi unasemaje? Wewe hivi uko serious na hiki unachokiongea? Najua ni ngumu kunielewa, ila hichi nachokiongea hapa namaanisha, yaani usinijue, fanya kama hapana unijue. Mpenzi, mimi nakupenda

moyo wangu wa kweli bado ni wako. Nasema pole kwa yote nilikosa, shogangu. Nilikosajud karibu, shogangu. Unajua amba kujisnapu snapu chini, kwanza upumzike. Vipi ndugu yangu, mbona hoi? Hahe, unashindwa hata kupumzika hapo? Ukae chini vizuri, eh. Unaongea huko umesimama, kwa unakimbizwa? Au dada, nasikia unajiuza hivi, hizi ni taarifa za kweli? <laughs> sio kweli, ndugu yangu, si unajua watu hawapendi mafanikio wenzao. Mimi najiuza? Najiuza wapi? Masikini Mungu, mtoto tu najipambania. Sasa hivi nimepata kikazi, eh. Okay, sawa, kama una kikazi chao, kwa sababu sawa, ila kama ni kweli za taarifa, achana nao tu, hiyo kazi, dadangu. Kuna maradhi siku hizi, sawa, lakini mi ninavyokuambia, kama uamini basi twende mpaka pale kwa Shamchamala. mimi sasa hivi shogangu, nimepata kazi saluni pale kwa Shamchamala, nasukasuka watu, nimetulia. Aya, nani anakuambia mi najiuza? Anjamani, hmm. Watu okay sawa so, um, mi niko ndani haya, poa Ah, kaka bwana Mputu. Vipi? Fresh mambo vipi? Mambo poa kama kawa, tupo za kupoteana. mimi nipo. Ndio. Eh. Yeah. Ah, mwanangu mimi nipo mwanangu. Acha niishi kinyonge mm. Kufikiria mambo e, ya mademu nimejitahidi kufanya mizunguko ndani ya miezi mitatu, nimefeli mm. tatizo kwamba kuwafuata mademu kujitunza la kujiuza wale nawofia kuasirika mwanangu magonjwa <laughs> <laughs> Sasa sikiliza kaka. Hii changamoto yako kuwa kitu kimoja. Umeelewa? hey. Unapenda sana kwa ajili ya mademu wa kujiuza. Umeelewa? Na wakati unajua hapo kwa mademu wa kujiuza si ndio unafanya unafanya mpaka tufanye. Tuishi tuishi mjini hapa. Alo kweli. Sasa wewe changamoto yako kuwa ukikutana naye unaanza kuanyea. Sasa angalia una miaka sijui tano, una miaka mitatu, miezi, mitatu. Hujafanya kitu chochote ndio nini, kwa mwanaume ndio nini? <laughs> Alo mwanangu, nilikuwa naogopa magonjwa. Sasa hmm. kikubwa wewe jamaa. Wale mademu wote wakujiuza ni mwanyea mwanangu, nimekunya sana, umeelewa hasa. mm. kuwafuatilia wale, sijui itako, sijui apata, unaongeleka na lugha fulani, kwamba wewe ni sijui nini. Alaako tu kaka, unukiwa na sasamba tu ha. Unaenda unabutua, unapita hivi. Ah, mwanangu mi ngoja kwa nifate nkumbo mwanangu, yani nakufa kinyonge mwanangu, yani wani sabuni hivyo tuza nipiga kampani nafanya mwanangu sabuni, sabuni, haina ah, hey, shida rafiki yangu oh, eh, nashukuru kwa kunishauri rafiki yangu. Basi kwa hiyo saa hivi nipo hivi mwanangu, nawafuateni na nyinyi rusi moyo wangu kavunjika, tajiri kakupa kile mimi sikutoa, lakini bado naomba